Kwa majina naitwa injinia Deogratius Nagu, ni menaja ya usimamizi wa miradi ya kupeleka umeme vijijini kutoka REA. Leo hii tupo katika mkoa wa Ruvuma tukiwa na tukio mahususi kabisa la kuwatambulisha wakandarasi e, watakaoenda kutekeleza mradi wa kupeleka umeme katika vitongoji ndani ya mkoa huu wa Ruvuma kwa uh, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Mheshimiwa Brigedia Jenerali Ahmed Abbas Ahmed uh, na mradi huu utaenda kufanya idadi ya asilimia sabini na saba ya vitongoji vyote ndani ya mkoa wa Ruvuma kufikiwa na huduma ya umeme na hivyo kufanya asilimia ishirini na tatu ya vitongoji ambapo tunatarajia mpaka kufikia mwisho wa mwaka 2030 vitongoji vyote viwe vimefikiwa na umeme. Mradi huu utanufaisha vitongoji takriban 634 ndani ya mkoa huu wa Ruvuma kwa gharama ya shilingi bilioni 69 ambazo zimetengwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais dr Samia Suluhu Hassan kufi, kufanikisha lengo la kupeleka umeme kwa wananchi kwa ajili ya ustawi wa kijamii na maendeleo ya kiuchumi pamoja na usalama katika maeneo ya vijijini. Tunatarajia mradi huu kutekelezwa na, na kampuni mbili za wakandarasi Energy Services ambayo itatekeleza mradi katika wilaya ya Tunduru na Mtumbo na Songea pamoja na kampuni tanzu ya TANESCO itwayo ETDCO itakayotekeleza mradi huu katika wilaya za Mbinga na Nyasa. Mradi utachukua muda wa utekelezaji wa miaka mitatu na tunatarajia ifikapo mwezi Januari 2029, mradi kukamilika. REA tumejipanga kuwasimamia wakandarasi hawa ipasavyo ili kufanikisha malengo ya serikali, na hivyo tumejipanga kuweka timu za wasimamizi katika mkoa, na kwa kushirikiana na wenzetu TANESCO tutamsimamia tutawasimamia wakandarasi hawa, na hivyo tunatarajia wananchi kufikiwa na huduma ya umeme bila wasiwasi wote. Tunashukuru sana. Asante sana Kei ni mshukuru na kumpongeza mwenyekiti wa bodi naoin kama livosema. Ni mshukuru pia na kumpongeza mtendaji mkuu wa REA yangu rafiki yangu kwa kazi kubwa anayofanya ya kuhakikisha sio tu anagusa maisha ya Watanzania wa Ruvuma, lakini Watanzania wote, kwa sababu suala la umeme vijijini ni kila mtu anahitaji

kwa hiyokama sisi kama mkoa tuna wajibu wa kuhakikisha ulinzi, lakini na nyinyi wenyewe pia muhakikishe mnalindana wenyewe kwa wenyewe kabla ya sisi kuwalinda. Wakipatikana watu wenye wenye, wenye, wenye maadili ya ovyo, udhini wa selfu ni rahisi hata kutusumbua sisi, kwa sababu nyinyi sasa mtakuwa mnafanya kitaalamu, sisi maleimane tutakuwa naleta lile rola la waya, sisi tunajua umeleta rola la kutosheleza kijiji eh, au kitongoji kimoja, kumbe nyinyi nimeshalikata huko, kwa sisi hatuna knowledge hiyo. Kwa hiyo ni lazima nyinyi wenyewe mwe loyo katika hizo huduma mnazotoa na kataifa lenu kama ulivyosema, sisi ni wakandarasi wazawa na tunajenga sio kwa kutengeneza faida tu, ni kwa kujenga taifa na kwa kuendeleza ili wananchi waweze kufurahia umeme. Pia naomba nikuhakikishie, tunashukuru sana kwanza, mmechukua nafasi kwa kushukuru kwa mkataba huu, na tutautekeleza kama tulivyokubaliana. Asante. Majina yangu ni Engineer Richard Weston Mwanja ambaye ni manager mkuu wa kampuni ya ETDCO. Ni wakandarasi ambao tunaenda kutekeleza miradi hii ya REA katika wilaya, katika wilaya mbili kwa maana ya wilaya ya Mbinga ambapo pale kuna uh, mbinga mjini tunaenda kutekeleza pale jumla ya vijiji i mean, vitongoji sitini na saba alafu mbinga vijijini jumla ya vitongoji mia mbili kumi na moja na kule wilayani nyasa tunaenda kutekeleza katika vitongoji tisini na nne kwa hiyo jumla kwa maana ya hizi mikataba miwili ni jumla ya vitongoji uh, mia tatu ishirini na mbili mheshimiwa mkuu wa mkoa na ndugu wajumbe na wananchi wa mkoa wa Ruvuma hasa wilaya ya Mbinga na wilaya ya Nyasa, tunawaahidi kwamba tunaenda kutekeleza mradi huu kwa viwango vya ubora wa juu sana, na ukizingatia sisi ni kampuni ambayo ni ya serikali.